Bila hodi, mzamiaji, niko ndani ya Vijimaki Hotel katika part kubwa inaitwa JJ Royal Party, na siku ya leo tunao wale ambao ni sponsor muhimu kabisa, nao pia wako ndani katika siku ya leo na wazungumzia TBL ambao wanatupa udhamini mnono kabisa wa kufurahia maisha ya kitajiri na niko na ndugu yangu ambaye nimekuwa naye kuanzia mwanzoni katika harakati za kufanya hapa na pale, kwa kwamba, na pale kuhakikisha kwamba Royal Party inakuwa Royal Party. Kwanza namuuliza amejisikiaje kuwa sehemu ya hili jambo siku ya leo. I say, tumejisikia vizuri sisi kama TBL, moja ya kampuni kubwa ya uzalishaji wa vinywaji vya ac Tanzania, kuwepo kwenye brandi kama hii ya JJ Royal Party kwa mkoa huu wa Shinyanga, kwetu imekuwa ni faraja kama unavyojua TBL siku zote imekuwa kwenye sehemu ya kusherehesha Watanzania, kwa kwenye sehemu yote ambayo Watanzania wanapata sherehe na sisi tupo. I feel so proud pamoja na mabosi zangu tunaendelea kuburudisha. Asante sana. Anyways, way forward ya JJ Royal Party, unaweza kusema kwamba JJ Royal Party pengine ije na mambo gani makubwa zaidi ili kuifanya JJ Royal Party kuwa katika ukubwa wake, kwa sababu nyinyi TBL tunafahamu katika ukubwa wenu, na nyinyi kama wadhamini, maanake mnaweka nguvu yenu kufanya kwamba jambo hili inakuwa kubwa zaidi. Mna yapi ya kusema kuhusiana na hili? Aa, nafikiri uh, kwa sababu ilikuwa ni kwenye tumeanza kwenye grassroot, ilikuwa ni ngumu sana kuamini kwa kwamba leo itakuwa hivi. Kwa hiyo leo mpaka itakapoisha tutajua kwamba sehemu gani ambapo JJ Royal Party inatakiwa iboreshe, lakini kwa haraka haraka ukija ukiangalia aa, ni pati moja ambayo unaweza ukasema kwamba tumezoea kuziona daa Mwanza kwenye miji mikubwa, lakini leo iko ndani ya Shinyanga. Kwa hiyo ni moja kati ya amazing kubwa, hakuna watu ambao wametegemea kama ikitatokea. Tutakapomaliza hii party, tunaweza tukakaa tukaangalia mapungufu na sehemu gani ya kuboresha, na sisi kama TBL tutaendelea kutia mkono wetu kama ambavyo tumeendelea kutia mkono wetu kwa upana zaidi. Kutokea hapa tutaendelea kushirikiana na wandaaji pamoja na watu wote ambao wanakuja ili kupata burudani zaidi. Nice one. Sasa unapoingia kwenye JJ Royal Party unategemea kuona nini? Kwa sababu ulikuwa unasikia JJ Royal Party, JJ Royal Party na mkadhamini hivyo lakini yapi alikuwa matarajio kwamba natamani kuona hiki ndani ya JJ Royal Party. Nafikiri ni amazing experience. Uh, kuanzia kwenye interest unaweza ukaona mapambo amekuwa so amazing. Mapokezi yako vizuri. Sijapata nafasi ya kuingia bado ndani lakini naamini hii Display ambayo nimeiona hapa nje na jinsi ambavyo wageni walivyokuja wamevaa kodi zimekamilika, nafikiri huko ndani kutakuwa <laughs> sitaki kuongea, lakini nitakapoingia ndo nitaweza kuzungumza, lakini nadhani huko ndani kutakuwa na amazing experience ile ambayo tulikuwa tunatamani watu wote watakapokuja na kuondoka waondoke nayo kwenda kuelezea kwa watu wengine kwamba Shinyanga kuna JJ Royal Party Bara, shukrani sana ni kupe time ya kuenda kuenjoy na kupata mazuri huko ndani. Freshi sana ndugu yangu, shukrani sana ni kutoka TBL wanatupa nguvu ya JJ Royal Party. Mimi ni mzamiaji gupa Yusufu Magupa, bado nasalia kwenye red carpet, wengi wanakuja na nazungumza nao.